Habari wakati huu na ni kushukuru sana kwa kuwa nasi. Karibu katika kipindi cha Chekeche, uchambuzi wa siasa za kimataifa. Na katika wasaa huu tunaendeleza yale ambayo tumeyajadili kwa wiki kadha hivi sasa juu ya mgogoro ulioshuhudiwa. Ni mgogoro mkubwa ambao umeitikisa dunia na kuwa gumzo kati ya Iran na Israel, lakini sasa jambo kubwa ambalo linatazamwa ni makubaliano ambayo wameyafikia na swali linaloulizwa, je, makubaliano yao yaaminike? Karibu katika mjadala huu, lakini ili tufahamu vyema kabla ya mjadala wenyewe, tuangalie namna ambavyo tumefika hapa na dunia kushuhudia mataifa haya mawili ya kipigana vita ambavyo Rais Trump ameisa ameita kwamba ni vita vya siku 12. Tukio la kwanza ambalo lilisababisha haya yote kutokea ni tukio la Israel kuanza mashambulizi. Hii ilikuwa ni Juni 13, na ikifanya mashambulizi kuelekea kule Iran, na saa chache baada ya hapo Iran nayo ikafanya uh, malipizi ama kujibu mapigo kwa kile ambacho kimefanywa na Israel. Hiyo ilikuwa ni Juni 13. Juni 16 yenyewe ikashuhudiwa waziri mkuu wa Israel akitoka hadharani, huyu ni Benjamin Netanyahu akisema kwamba yeye anapendekeza kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatola al Khamenei, akidai kwamba kwa kufanya hivyo hiyo ndio itakuwa njia ya kumaliza mzozo baina ya pande hizo mbili, kwa maana ya Iran na Israel. Juni 18 Ayatollah ayatola naye hakukaa kimya, akajitokeza na yeye akizungumza na umma wa wa Iran kupitia vyombo vya habari akisema kwamba wao hawatasalimu amri kwa kile ambacho kimefanywa na Israel, na hivyo wataendelea kujibu mapigo, na wakati huo huo akawaonya Marekani wasiingilie mzozo uliokuwa unaendelea kati yao pamoja na Israel. Haikuishia hapo, saa chache baada ya hapo Juni kumi na tisa Rais Donald Trump wa Marekani akiwa amerejea nchini mwake baada ya kuondoka mapema kwenye mkutano wa G7, akatangaza kwamba anajipa takriban wiki mbili ili kuamua kuhusu kuishambulia Iran. Wakati akitoa ahadi hiyo siku mbili baadaye Juni 19 ikashuhudiwa ndege za kivita za Marekani. Hizi ni ndege ambazo zinatajwa kuwa ni ndege za kisasa kwenye masuala ya mapigano zinaitwa B2. Uh, Juni 21, wakatumia ndege hizi za B2 kushambulia vituo vitatu vya nyuklia. Hapa tunazungumzia Fodo, Natans pamoja na Isfam huko nchini Iran, jambo ambalo linaonekana kuwakasirisha wa Iran na wenyewe hawakukaa kimya. Juni 23 wakaamua kurusha makombora kuelekea katika eneo ambalo kuna kambi ya jeshi la Marekani kule nchini Qatar. Hii ni kambi inayoitwa Al Udeid, ni kambi kubwa katika eneo la mashariki ya kati. Juni 24, rais Trump ghafla tu ikaonekana kwenye vyombo vya habari akitangaza kwamba kuna makubaliano yamefikiwa kati ya Iran na Israel juu ya kusitisha mashambulio. Lakini pamoja na kusema hayo, haikuwafanya Iran kurudi nyuma, tukashuhudia na wenyewe Juni 24 25 bunge lao likatangaza kwamba linaandaa mchakato na tayari mchakato huo umeshapitishwa. Huu ni mchakato ambao ni wa muswada wa kuvunja ushirikiano na shirika la kimataifa la kudhibiti nishati ya nyuklia, lakini Juni 26, kiongozi wao uh, Ayatola Al-Khamenei akasema kwamba wao wametangaza ushindi kwa nchi yake kwa hayo makubaliano na vitu vyote vilivyojitokeza. Wao wanaona kwamba ni ushindi kwa taifa la Iran na kwamba hata kile ambacho Marekani likitangaza awali cha kwamba maeneo yao ya nyuklia yameshambuliwa ni kwamba hayajapata madhara kama vile ilivyoelezwa. Kumbuka kwamba hata taarifa hiyo ilitolewa na baadhi ya vyombo vya habari ikiwemo vya Marekani vikiripoti, kuna taarifa mahususi inaonyesha kwamba yale maeneo ya nyuklia hayajaharibiwa kama hivyo ilivyojitokeza. Huu ndio mjadala ambao umefika hapa. Mgeni wetu leo ni Abdulaziz Jaad, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa anazungumza nasi akiwa kule Unguja, Zanzibar. Tumezoea mara nyingi tukizungumza naye kwa kule London, Uingereza. Karibu sana Tanzania, Jaad. Asante sana. Naam, nikushukuru sana kwa kuwa nasi katika mazungumzo haya. Kwanza, hebu tueleze kuvutana kwa hawa mabwana wakubwa wawili kwa maana ya Israel pamoja na Iran. Ni tishio kwa kiasi gani kwa eneo la Mashariki ya Kati mpaka dunia nzima ikawa inawaangalia kwa kile wanachokifanya? Asante uh, sana uh, ni tishio kubwa, sio tu kwa eneo lile la ghuba, ni tishio kwa nchi moja moja Iran na Israeli, ukiochukulia nchi moja moja na ni tishio kwa uh, eneo la ukanda la ghuba, lakini vile vile ni tishio la dunia, kwa sababu tukianza kwa upande wa dunia, Iran anatawala licha ya kuwa ni mzalishaji wa mafuta, lakini anatawala sehemu ambayo inaitwa Um, ukanda wa Hormuz ambao ni bahari inaoingiza asilimia zaidi ya thelathini ya mafuta yanapita pale, ambayo yanategemewa na nchi kama China na nchi nyingine zisizokuwa zina mafuta. Kwa hiyo ukanda ule ukiharibika, mafuta ya dunia sio tu kwamba ya eneo lile uh, yataathirika, lakini ukirudi katika masuala ya kivita um, Iran na Iraq, eh, Iran na Israeli wamekuwa wakitafutana muda mrefu. Toka mapinduzi ya sabini na tisa ya Iran ikatangaza rasmi kwamba mbaya wake namba moja Iran ni Israeli, na kwa sababu kwamba anatawala uh, wa Palestina kwa nguvu, na akasema ataendelea kwa mpinzani wake paka wakati Palestina atapokuwa huru, na upande wa Israeli anamuona kwamba Iran ndio taifa pekee lenye nguvu za kijeshi katika ukanda ule ambao utaweza kuzuia dhamira yake kuu ya kujipanua na kuleta ile uh, nadharia ya Israeli kuu cool, yaani greater Israel, kwamba Israeli yeye sera zake ni kujipanua na kuhakikisha inachukua ardhi ipasavyo, na inaona wazi kwamba uh, ni Irani ikiwa na mabomu ya nyuklia au ikiwa na makombora ambayo yatafika pale, ambayo yamedhihirika kwamba yana nguvu kiasi kikubwa katika vita hii, kwamba ni mpinzani ambaye anaweza kufuta ile dira yake au ndoto yake. Kwa hiyo ili, ilifikia wakati kwamba sasa Israeli ameanzisha vita, sio tu kwamba ameona kwamba Iran ametengeneza mabomu kwa sababu imedhirika kwamba hana mabomu, lakini aliona kwamba akivuka baadhi ya mstari we, hataweza tena kumzuia. Kwa hiyo kwa kujibu swali lako kwa hmm, fupi ni hatari, kwa sababu vilevile vile, kuna nchi nyingi zilizozunguka Iran kuna kambi besi nyingi za Marekani takriban thelathini na sita ambazo zinaonyeshwa vile vile, zinaonyesha kwamba zinamsaidia Marekani. Kwa hiyo Iran alizungumza kwamba atakayeingilia yoyote ata, atapiga zile base, na ameonyesha mfano kwamba alipiga base ya udate e, nchini Qatar. Kwa hiyo ni hatari kwa ukanda, hatari kwa dunia. Mm -hmm. Nashukuru sana kwa huu utangulizi wako na bila shaka huku uh, kutunishiana kwao misuli ndiko ambao kumefanya sasa watu wengi wakatamani kuona kila mtu anaweka silaha chini na mambo yanaendelea kuzungumzika ili kusiwe na tishio kama hili ambalo lilikuwa linahofiwa kwa dunia nzima. Lakini swali hili linaoibuka kwamba Marekani ni mtu sahihi kuwa mtu kati kati ya Israel pamoja na Iran. Historia imetuonyesha ni tofauti, kwa Marekani ni mtu sahihi. Huko nyuma kulikuwa kuna wasiwasi, kulikuwa kuna kuna dhana kwamba Marekani anaelemea upande mmoja, sio. Kiingereza tunaita trusted partner mm. Sio partner wa kuaminika kukaa katikati na kuamulia vita, lakini vita hivi imeonyesha moja kwa moja kwamba Marekani inatetea maslahi ya Israeli na haiko tayari kuhakikisha Israeli anakwenda chini, whether Israeli yuko sahihi au hayuko sahihi, Marekani ameamua na ameonyesha wazi kwamba ni mtetezi wa maslahi ya Israeli. Kwa upande mmoja, anamtetea Israeli katika nadharia yake ya uh, uzayuni zionism, kwamba pale ndio sehemu ambayo wameahidiwa na, na, na, na, na, na Biblia. Lakini kwa upande mwingine, ambao watu hawatizami, kwamba Israeli wao wanaweka, wanapiga debe kwamba sisi tukiwepo na nguvu katika ukanda wa Ghuba, ina maana tunalinda maslahi ya Marekani. Kwa hiyo Marekani anaona kwamba Israeli ni mwakilishi wa kijeshi katika ukanda ule na anaweza kuachilia nguvu akaanza kutizama ukanda wa China na Urusi ambao unamhatarisha zaidi kuliko ukanda ule. Kwa hiyo jibu tena kwamba Marekani sio mwakilishi au sio msuluhishi wa kuaminika sasa hivi. Mm -hmm. Na ikawaje mpaka akaamua kutoa ndege zake za kisasa za B2 kufanya mashambulizi kama haya katika eneo la Iran kwenye vinu vya nyuklia? Kwa upande mmoja kwamba ilionekana wazi kwamba Israeli hawezi kuvipiga vile vinu vya nyuklia ambavyo vipo Fordo na Natanz na Isfahan mm, kwa ndege na silaha ambazo anazo hazikuweza kuweza ku sambaratisha zile uh, site ambazo ukichukuliwa, kwa mfano Fordo, Fordo mwamba wake umekwenda sio chini uh, ya mita 90 kwa mwamba, mwamba mgumu, na bomu ni moja tu duniani ambalo linaweza kwenda mita 60 katika mwamba mgumu ambao ni bomu ambalo linaitwa GBU 57 ambalo linaweza kubebwa na ndege aina moja tu ya hiyo B namba mbili, B2 ambayo Israeli hana hilo bomu la GBU 57 na hana B2 na kwa sababu Marekani ni, -ni mwakilisho wa maslahi ya Israeli ilibidi sasa aingilie kati na kwa upande mmoja aingilie kati kwamba yeye ndio abomoe vile vinu lakini kwa upande mwingine alikuwa inaonyesha wazi katika medani za kivita uh, Iran ameweza kushambulia na kuathiri miundombinu na sehemu za kijeshi kwa siku kumi na mbili mfululizo, ambao wataalamu wa kivita hawakutegemea kwamba Iran anaweza akajibu mapigo kiasi kile, na angeweza kuanguka katika siku mbili au tatu kabla hapo. Ikumbuke kwamba Marekani na Israel walizungumza kwamba lengo kuu vile vile sio kupiga vinu vya uh, nyuklia lakini lakini lengo kuu ilikuwa ni kuondosha utawala wa Komenei, utawala wa Kiislamu nchini Iran, walichochea walitaka kuchochea mapinduzi. Pengine hawa ndio wanamfanya Kamenei kutoka mbele ya umma na kusema kwamba wao ni washindi katika mapigano haya ya siku kumi na mbili. Ukitizama upande mmoja, upande tuanze na upande wa Israeli, kwamba mm, wametaka kubomoa vi, vi, vi, vinu na imebidi wasaidiwe na Marekani, hawakuweza kubomoa wao wenyewe. Tutakuja katika nadharia kwamba una ushahidi ambao unakingana. Ushahidi mmoja unasema kwamba Marekani wao wanasema kwamba tumeweza kuvibomoa vile uh, vinu uh, lakini dunia pamoja na CIA awali wamesema kwamba havijabomoka kiasi kikubwa cha kufanya kwamba uh, ile programu ya nuclear isifanye kazi. Lakini kwa lile lengo la kutaka kuiangusha serikali ya Khomeini. Uh, lengo ni wazi kwamba Israeli na Marekani wameshindwa ku, ku, ku, kuondoa utawala ule. Badala ya kuchochea uh, uh, kuchochea hasira za wananchi waondoe Kamenei, badala yake wamefanya sympathy, wamefanya mapenzi na raia wa Iran waitetee nchi yao, licha ya kuwa wanaweza kawa wana matatizo na utawala waliokopo pale, lakini wakazungumza kwamba sasa Marekani na Israeli inatuua wote, kwa hiyo wakasimama nyuma ya bendera ya Iran bila ya kuzingatia kwamba tuko chini ya Khamenei au chini ya utawala wa Kiislamu ambao wengi wa watu wa Magharibi wanafikiria kwamba uh, unachukiwa, lakini bado una watu uh, uh, wanaosapoti ndani ya Iran kiasi kikubwa, lakini kiasi cha, cha, tulichokiona kwamba kupigwa kwao kumewafanya wakaungana, solidarity ilikuwa kubwa sana mm. Sawa sawa kwenye maelezo mba yako na nadharia mbalimbali ambazo Jaad umetushirikisha pamoja na kwamba sasa hivi inaonekana kuna utulivu kila nchi kama imetulia, licha ya kwamba ule muda aliotangaza kwamba kuna makubaliano, kila mmoja alitafuta namna yake ya kumtikisa mwenzake ki kidogo kwa saa kadhaa. Sasa hivi kuna utulivu Hila, kinachozungumzwa sasa. je, utulivu huu na hiki ambacho wamekifanya, Marekani ingawa na mashaka naye kama kuwa mtu wa kati, makubaliano haya yaaminika kwa kiasi gani ya usitishaji wa mapigano kwa mabwana hao wawili wakubwa? ukiangalia kwamba um, nyuklia hazijabomolewa zote. Zingebomolewa nyuklia, kitu cha kwanza, ishara ya kwanza kabisa kungetokea mionzi mikubwa pale, ambayo ndio shahidi kwamba mabomu ya nyuklia au sio mabomu ya nyuklia, teknolojia ile ya uranium ambayo ilikuwa imeshasafishwa kiwango cha kufikia asilimia sitini, ambayo ni karibu na kutengeneza bomu la nyuklia, lakini asilimia sitini peke yake inatosha, inatosha kutengeneza bomu chafu. kwa hiyo kutokuwa na ushahidi wa mionzi ina maana lile bomu halijatengenezwa kwa upande mmoja. Kwa hiyo Israeli kwa upande wake watoporudi kukaa nyuma pamoja na Marekani ikiwa eh, Iran atathibitisha kwamba hajabomolewa zile eh, eh, miundo mbinu zake hmm, na ana uwezo bado wa kutengeneza bomu, tunaona kabisa kwamba huu usuluhishi ni tete, unaweza wakati wowote wa ukarudi tena vitani, kwa sababu sababu za kuanzisha vita vya eh, eh, eh, Israel kuanzisha vita bado ziko pale pale mm. na kwa hiyo vita hivi bado ni tete, tunaweza tukajishuhudia ikiwa baada ya mwaka mmoja au mwezi mmoja au baada ya miaka kadhaa tukarudi tukaona tena kwamba vita vinarudi tena pale kwao. Ni swala la kusubiri na kuona, swala la kusubiri kuona, ni <laughs> swala la muda na swala la sera ya hususan Iran mm -hmm. Jinsi gani utawala wa Iran utavyoweza kumudu kuanzia sasa hivi mm -hmm. Na vile vile uamuzi wake wa kukaa katika uh, NPT Non-Preferential Treaty, yani ule uh, mkataba wa kuto ueneza kuto kutengeneza na kuto kueneza nyuklia duniani mm -hmm. Tukumbuke kwamba Iran ni, ni mwanachama wa NPT chini ya IAEA ambayo inasema kwamba hatutaki kutengeneza mabomu ya nyuklia, na utawala wa Iran chini ya Khamenei ulitoa fatwa, yani sheria ya kidini kwamba hawatotaka kutengeneza bomu la nyuklia. Kwa hiyo ikiwa watabadilisha sasa ule msimamo, wakaamua sasa wajitoe katika NPT, na kitendo cha kujitoa katika NPT kitaashiria kwamba wanaelekea sasa rasmi bila ya kuficha kama wanataka kutengeneza bomu la nyuklia. Tukifika huko, tutarajie sasa Marekani na Israeli wataanzisha vita tena. Sawa, mm -hmm. Sawa, so, so, Abdulaziz Jaad yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye anaungana nasi na kuzungumza nasi akiwa pale Unguja, Zanzibar, tukichambua kinachoshuhudiwa ambacho kilishuhudiwa hapa karibuni kati ya Israel pamoja na Iran ambao walipigana kwa siku kumi na mbili, hatua ambayo ilifikia tu ikabidi Marekani naye ingie kati, aweke ushawishi wake, na sasa tunaambiwa kwamba wamesitisha mapigano ingawa kiuchambuzi inaonekana kuna mashaka kwenye kuamini huo usitishwaji. Hii ni sehemu ya kwanza ya kipindi cha Chekeche, tutarejea hivi punde tu <muchasimu> Ni kushukuru sana kwa kuwa nasi, na karibu tena. Hii ni Chekeche, uchambuzi wa siasa, na hii ni sehemu ya pili ya mjadala leo hii, tukiwa tunafanya mwendelezo na pengine kufikia tamati ya mjadala ambao tumefanya kwa wiki kadhaa kuhusiana na mzozo ulioibuka kati ya Iran na Israel, wakiwa wamepigana kwa siku kumi na mbili, lakini sasa ni hatua ambayo tunaambiwa kwamba wamesitisha mapigano na swali kubwa ni kwamba je, usitishaji wao uaminike makubaliano waliyoyafikia yanaweza kuwa kweli yana uhalisia? Mchambuzi wetu ni Abdulaziz Jaad akiwa Unguja, Zanzibar, na katika sehemu ya kwanza ameonyesha mashaka yake juu ya kuaminika kwa makubaliano waliyoyafikia. Jaad, wakati tunaenda kwenye mapumziko, alikuwa anazungumzia swala la Iran chini ya Ayatollah, ambao tayari bunge lake limeshafanya ule mchakato wa, wa ndani wa kuvunja ushirikiano na shirika hili la kimataifa la kudhibiti nishati ya nyuklia kwa hatua hii ambao tayari wameshaifanya kupitia bunge, bila shaka tunaamini hata uongozi wa juu kupitia kwa Ayatollah utaidhinisha hilo ambao tayari bunge limeridhia. Hii itakuwa ina maana gani kwa kwa dunia kwa ujumla wake? Uh, kimkakati kwanza bado ile sheria paka ipitiwe na utawala wa juu. Uh, tukilinganisha kwa mfano nchi zetu bunge likishapitisha muswada hmm. Ili iwe sheria lazima ipitiwe saini na rais, na kwa kule kwamba kwa bunge la chini na bunge la juu limeshapitisha lakini, Khamenei ambaye yeye ndo alikuwa anazuia wakati wote kwamba uh, silaha za nyuklia zisitengenezwe licha ya kuwa walikuwa tayari wana uwezo wa kutengeneza hizo silaha, ni kwa sababu za kidini za kibinadamu wakasema hatutotengeneza hizo silaha hmm. Kwa hiyo bado mpaka Khamenei aweze kutia saini ili iwe sheria na ili watekeleze, lakini ikifika katika kutekeleza uh, mwanzo tulizungumza kwamba vita vitaibuka tena, lakini utakuwa ni mfano mbaya kwa dunia, vile vile kuonyesha kwa upande mmoja kama kilichoonyeshwa na Marekani na, na, na, na, na, na Israel kupiga uh, eh, Iran. Je, wangekuwa na bomu tayari la nyuklia, je wangepigwa kama hivi? Jibu hapana, kwa sababu nchi kama Korea nchi kama Pakistani sasa hivi anavyomvimbia India hawezi au kupigana moja kwa moja kwa sababu wana bomu la nuclear. Kwa hiyo tunaita deterrence, kitu chama, kama kitisho, kitisho kizuri kwamba aliyekuwa na bomu usimpige, hmm. Kwa hiyo, kwa hiyo itaonyesha wazi kwamba mpaka sasa hivi nchi ambazo hazikuwa na nuclear watengeneze nuclear. Usipokuwa na nuclear utapigwa na Marekani au utapigwa na wenzake. Kwa hiyo hilo ni fundisho ambalo Marekani kwa bahati mbaya Uh, za kidiplomasia mm, inakwenda kombo na kuonyesha mfano mbaya, lakini wakiweza kutengeneza vilevile, ina maana watabidi watoke katika non-proliferation treaty, yaani mkataba wa kuto kusambaza. Kwa hiyo wengine wanaweza wakafata na wao wakasema tunajitoa, na wakijitoa dunia, ma idadi ya mabomu ya nyuklia yaliyokuwepo sasa hivi, ukichukulia idadi ya mabomu ya nyuklia elfu mbili yaliyokuwa nayo Urusi tu peke yake yanaweza kasambaratisha dunia nzima. Ukirudi kwa haraka haraka, Israel wana sera ya kuto kusema, lakini ni siri iliyokuwepo wazi kwamba Israeli ana mabomu ya nyuklia yasiyopungua ishirini. Na kwa nini hasemi? Kwa sababu Marekani ina sera kwamba hai, ya kisheria kwamba haiwezi kumsaidia na kufanya kazi na nchi yoyote duniani ambayo ina mabomu ya nyuklia lakini haijasaini mkataba wa NPT. Sasa katika kidiplomasia wakisema wazi ina maana hmm, Marekani atashindwa kumsaidia Israeli. Kwa hiyo kwa upande mmoja kimkakati wanaficha, lakini kila mmoja katika ghuba wanafahamu. Ghuba, kwa hiyo ghuba iko hatarini kwamba Israeli na angeshindwa safari ya Israeli, wataalamu wanasema kwamba wangeweza wakatumia bomu la nyuklia ingekuwa Marekani amekataa kutumia GBU hamsini na saba kwa kutumia ndege za B2 angeweza kutumia bomu la nyuklia. Kwa hiyo dunia inatetereka kwa ajili ya kushindwa mabwana wakubwa kama Marekani mm. kuwa katika uadilifu wa kutetea uh, maslahi ya dunia. Hapa anayeangaliwa ni Khamenei, ni kwa namna gani ambavyo atahimili hayo mashinikizo ndani ya nchi yake, kwa sababu kama mabunge tayari yameshapitisha, imebaki kwake na wananchi wameungana naye kipindi hiki ambacho wameshambuliwa. Unamwona, ni mtu ambaye atahimili hivi vivi hii mikiki mikiki ili awatulize wa Iran na kweli wasijitoe katika mkataba huu wa nyuklia. Kusema la uhaki, uh, ni ngumu kutabiri kilichokuwa katika kiongozi binafsi. Uh, tukiangalia kwa mfano, uh, Trump ni mtu mm, asiyetabirika kwa mfano. Kwa hiyo kiongozi yote ni binadamu, ni ngumu, lakini kimikakati, strategically, uh, Iran imepunguzwa nguvu kiasi fulani uh, wanakwambia uh, takriban asilimia thelathini ya, ya, ya, ya kivita imepunguzwa nguvu katika vita hivi sasa. Akitangaza kuingia kimkakati katika kwamba anajitoa na anatengeneza bomu la nyuklia, atakaribisha mavamizi, uvamizi mkubwa zaidi ambao utahatarisha utawala wake ambao uko tete, kwa, kwa namna moja au nyingine kwao. Ukitizama kimkakati, anaweza akazuia badala ya kusema tutengeneze. Kwa hiyo kuna msukumo ndani ya wanaharakati kusema tutengeneze bomu la nyuklia lakini wao viongozi wanajiona wazi kwamba wakitangaza vile ndio utakuwa mwisho na hatima ya uongozi wao. Kwa hiyo kimkakati ni bora wazuie. Inawezekana kabisa, tukumbuke kwamba nchi kama Pakistan wakisema kwamba mkiwapiga kwa nyuklia sisi tunawampa bomu la nyuklia ya Iran. Kwa hiyo inawezekana wakatafuta njia mbadala za kupata bomu la nyuklia au wakatengeneza nyuklia chafu ambayo haikwenda hai zaidi ya asilimia sitini ya uranium wakashtukiza watu tu kwamba tayari una bomu la nyuklia, lakini hawatotangaza moja kwa moja, kwa sababu wakitangaza ni hasara kwao na kiama kwao. Mm-hmm. Jaad, kabla hatujahitimisha mjadala huu hebu tumwangalie Netanyahu waziri mkuu wa Israel katika sura mbili. Sura ya kwanza baada ya mikiki mikiki ya siku kumi na mbili amekubali haraka tu na mapema kusitisha mapigano kwa maana wa makubaliano ambao wameingia na Iran. Lakini Netanyahu huyu huyu ndiye ambaye kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu sasa anashinikizwa asitisha mapigano kule Gaza, lakini bado anaendelea kushambulia. Kulikoni? Ukitizama eh, amesitisha mapigano baada ya siku kumi na mbili, sio kwamba anataka amani u, u, ni, ni wazi kabisa kwamba kipigo kilichopata Israeli toka Israeli iundwa mwaka arobaini na nane, hajawahi nchi yoyote duniani kuipa kipigo kilichopigwa kipigo namna hii na hawakutegemea mm, kama tulivyozungumza mwanzo, kama walitegemea kwamba vita vitamalizika kwa siku mbili siku tatu tu na mapinduzi yatatokezea. Kwa hiyo kwa upande kwa mmoja, alikuwa na shinikizo kubwa sana ndani ya ndani ya Israel. Haifa ilipigwa, Jerusalemu ilipigwa, uh, upande wa Golani ilipigwa, na ameweka embargo ya, ya, ya, ya zuio la vyombo vya habari. Inasemekana kwamba uharibifu ni mkubwa kuliko ulioonyeshwa, ni tofauti na Iran, amewachilia vyombo vya habari vionyeshe, lakini Israeli ni imezuia kabisa, kutoa vile. Kwa upande mmoja walielemewa, na ndio maana wakajua wazi kwamba watapigwa ukilinganisha vita vya sitini na saba na sabini na tatu ambavyo vilichukua siku tatu na siku sita kwa Israeli kupiga nchi zaidi ya sita za Kiarabu hmm, katika ile tunaita Six Day War. Vita hivi ameshindwa kuvizuia, na alikuwa anaelemewa, ndio maana akakubali, sio kwamba amekubali kwa kutafuta amani kwa upande wa Gaza. Bahati nzuri kwake yeye na bahati mbaya kwa umma Warabu, hawakumzuia pale, ameachiliwa Uh, raia wa, wa, wa Palestina chini ya Hamas peke yao au wa Palestina peke yao wajitetea ambao hawana nguvu. Kwa hiyo bado anawaburuza na bado anaitaka ile ardhi kwa kutumia Greater Israel policy na ataendelea ata kufanya hivyo, na upande mwingine tunaona kwamba Hizbullah alipunguzwa nguvu kwa kule. Ana nguvu huku, ameshindwa kupata nguvu, kwa hiyo ilibidi asimamishe vita haraka sana. Anasema so duniani, kila mnyonge ana mbabe wake <laughs> Kila mnyonge ana mbabo wake, na ndio maana Israeli anarudi tena kwa Marekani kusema, ikiwa amesimama kwa siku kumi na mbili tumeshindwa kumwangusha, je, Ye, yeah, yeah. Akiwa na bomu la nyingi atafanya nini? Si atatumaliza kwa? <laughs> hiyo hiyo ndio hoja yake, lakini hoja ya Irani anasema, mimi sitaki kukumaliza mm. as long kwamba utaiwachilia Palestina iwe huru mm. wewe tutakutambua kama nchi, lakini Palestina iwe huru na hatutogombana, hiyo ndio sera ya a ya, ya, ya, ya. Abdulaziz Jaad, mimi ni kushukuru sana kwa uchambuzi wako katika mada hii ya mzozo wa Iran na Israel, asante sana. Nashukuru sana. Naam, Abdulaziz Jaad ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, na tumezungumza naye akiwa Unguja, Zanzibar. Hii ni Chekeche. Bila shaka, utaendelea kuungana nasi katika mijadala mbalimbali ya uchambuzi wa siasa za kimataifa pamoja na masuala ya diplomasia. Tukutane wakati mwingine, na tafadhali endelea kuitazama UTV. Mimi ni Raymond Nyamuhola.